Katika dunia ambayo kila siku inapiga hatua katika kulinda haki za binadamu, bado kuna maeneo ambapo wasichana huozeshwa hata kabla ya kujua haki zao. Mwaka 2016 mwanaharakati wa haki za watoto wa kike Rebecca Gyumi alifungua kesi ya kihistoria, ambayo ilikuwa ni ya kikatiba ya kupinga vifungu ambavyo vilikuwa vinaruhusu watoto kuolewa chini ya umri wa miaka 18 na lakini, miaka kadhaa baadaye, utekelezaji wa uamuzi huo wa kihistoria unaleta maswali mengi. Je, sheria inasemaje juu ya utekelezaji wa uamuzi huo wa mahakama? Kwa sababu kuna hukumu ya mahakama kuu, kuna hukumu ya mahakama ya rufaa, basi maofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kama ilivyoelekezwa na mahakama, ilitakiwa iende ikafanya mabadiliko ya sheria ili kuendana na matamko kama ilivyotolewa kwenye hukumu. Mwaka 2016 Rebecca Gyumi alifungua shauri namba tano katika mahakama kuu ya Tanzania akipinga kifungu cha 13 na 17 cha sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Kifungu cha 13 kiliruhusu wasichana kuolewa kuanzia miaka 15 kwa ridhaa ya wazazi na miaka 14 kwa kibali cha mahakama. Kupitia kesi hiyo, Rebecca alidai kuwa vifungu hivyo vinakiuka katiba, hususan ibara ya kumi na mbili, kumi na tatu na kumi na nne zinazolinda usawa mbele ya sheria, heshima ya mtu na haki ya kuishi. Rebecca alishinda shauri hilo na mahakama ilitoa uamuzi kuwa vifungu hivyo ni batili na havina nguvu ya kisheria. Mahakama iliagiza serikali kurekebisha sheria hiyo ndani ya miezi kumi na mbili. Wakili Mpale Mpoki ambaye ni mtaalamu wa sheria na mfuatiliaji wa karibu wa kesi hii anazungumzia dhana tatu muhimu kuhusu utekelezaji wa maamuzi ya mahakama. Uh, katika kuongelea kuhusu utekelezaji wa kesi ya Rebecca Gyumi dhidi ya Jamhuri ambayo kimsingi ilikuwa inapinga baadhi ya vifungu vya sheria ya ndoa kwamba vina ubaguzi, naomba nizungumzie dhana kuu tatu ambazo au ziko kwenye katiba yetu. Dhana kubwa ya kwanza ni utawala wa sheria. Utawala wa sheria ni dhana ambayo maana yake ni kuwa kila mtu yuko sawa mbele ya sheria, na kwamba wananchi na taasisi zote zinawajibika sawa mbele ya sheria, na kwamba katika hali hiyo wanawajibika kuheshimu maamuzi yote ya mahakama ambayo yanatolewa. Hiyo ni dhana ya kwanza. Dhana ya pili ambayo ningependa kuizungumzia ni ibara ya 64 ibara ndogo ya tano ya katiba yetu. Ibara hiyo inazungumzia kitu gani kinatokea endapo sheria iliyotungwa na bunge inakinzana na vifungu vya katiba. Uh, ibara hiyo ya katiba inasema kwamba endapo itaonekana sheria iliyotungwa inakinzana na katiba, basi sheria hiyo iliyotungwa inakuwa haina nguvu mbele ya hiyo katiba. Na hii dhana inatokana na ukweli kwamba she katiba ni sheria mama. Kwa hiyo kwa sababu katiba ni sheria mama, katiba hiyo hiyo imetunga bunge na bunge ndio inatunga sheria. Kwa hiyo bunge haliwezi kutunga sheria ikapingana na katiba. Kwa hiyo sheria yoyote ambayo imetungwa na bunge na inakinzana na sheria inakuwa haina nguvu mbele ya sheria. Kitu cha tatu ni mamlaka ambayo wananchi wamepewa, kitu gani kinatokea endapo wanaona haki zao za msingi zimevunjwa? Ibara ya thelathini, ibara ndogo ya tatu inatoa haki kwa mtu yoyote anayedai kwa shoti lolote katika sehemu ya sura hii au katika sheria yoyote inayohusu haki yake au wajibu wake limevunjwa linavunjwa au linaelekea kuvunjwa, mtu yoyote na mtu yoyote popote katika Jamhuri ya Muungano anaweza kufungua shauri katika Mahakama Kuu kwa mujibu wa mpoki Utekelezaji wa maamuzi ya mahakama ni sehemu ya kuheshimu utawala wa sheria. Kukawia kurekebisha sheria kama ilivyoamriwa na mahakama ni kuvunja katiba yenyewe. Wakili Jebra Kambole, aliyekuwa wakili wa Rebecca Gyumi katika shauri hili, anaeleza safari ilivyokuwa. Shauri hili ambalo linahusiana na ndoa za utotoni ni shauri ambalo limekuwa lina, lina, lina, lina linagusa maslahi ya watanzania wengi sana, kwa sababu ni mambo ambayo yamekuwa yakipiganiwa na wanaharakati wanawake wa Tanzania tangu kipindi cha miaka ya nyuma sana na itakumbuka kwamba sheria ya ndoa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetungwa mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja. Ni sheria ambayo inaonekana ilikuwa ni shirikishi, lakini kwa, kwa miaka hiyo elfu moja mia tisa sabini na moja wananchi waliamua kutunga sheria na kutoa fursa kadhaa. Kwanza waliruhusu e, mtoto wa kiume ili aweze kuoa ni mpaka atakapofikisha miaka kumi na nane, lakini mtoto wa kike waliamua wali kuweka kwamba anaweza akaolewa atakuwa na chini ya umri wa miaka kumi na nne kwa ridhaa ya wazazi, kumi na tano na maeneo mengine kwa ridhaa ya mahakama. Kwa kipindi hicho e, Umoja wa Mataifa na mashirika mengi yalikuwa nakubaliana na huo msimamo, kwa sababu ilionekana kwamba e, mtoto wa kike kwa umri ule pale alikuwa wengi walikuwa hawapo shule, wako majumbani Eh, ee, sera ya elimu ilikuwa bado haijalazimisha watoto kusoma kwa kiasi hicho, uwezekano uh, mkubwa sana. Kwa hiyo mtoto wa kike aliolewa kama mtu ambaye alitazamwa ali, ali, ali kama mtu ambaye aenda kutimiza majukumu ya ndoa, lakini mtoto wa kiume alitazama kama mtu ambaye anaenda kujenga familia. Kwa hiyo ikaonekana miaka kumi na nane atakuwa tayari ameshakuwa mtu mzima, anaweza akapiga kura, anaweza kuwa mwanachama watano na vitu vya namna hiyo. Kusoma ripoti nyingi zinaeleza hilo na ripoti ya Msekwa kwa mwaka 1994 ilitoa taarifa na kutoa recommendation kwa serikali kwamba afanye mabadiliko ya sheria za ndoa ili watoto wote wawe sawa mbele ya sheria. Hilo halikuwahi kufanyika, wale kufanya utatuzi e, matatizo hayo yaliendelea mpaka miaka ikawa inazidi kwenda, watu wanazidi kupiga kelele na changamoto za watoto wakike zikazidi kukua kutokana na, na teknolojia pia kukua na maendeleo kuwepo, na shule ikawa yime, imeendelea. Sasa watoto wengi wanaenda shule lakini bado sheria ile ya ndoa ikaonekana bado iko pale pale. Sasa so hii sheria ya ndoa ileta changamoto kubwa sana kwa watoto wa kike. Kwanza ilikuwa inaleta ubaguzi e, mbele ya sheria ambapo ilikuwa kinyume cha katiba, lakini pia watoto wa kike ambao walikuwa na chini umri, wengi wao walikuwa wawe na watoto wenzao, anaweza kama ni mke wa tatu, mke wa nne, mke wa tano. Kwa hiyo anakuta tayari familia ishakuwa kubwa na mara nyingi anaolewa na mtu mzima. Kwa hiyo anakuwa na, na majukumu mengi sana ya kifamilia ambayo kwa umri wake anashindwa kuyatimiza sasa pamoja na hayo ikaonekana mtoto wa kike ambaye anaingia kwenye ndoa kwa umri ule wa miaka 14, 15 hana maamuzi juu ya usalama wake kwenye ndoa. Kwa hiyo hawezi akawa na uamuzi juu ya mpango wa familia, malengo ya familia, kwa sababu ya wa umri wake. Kwa hiyo kaonekana mtoto wa kike ambaye anaoa akiwa chini ya umri anasababisha ile poverty cycle, ule mzunguko wa umaskini unaendelea kwenye ile familia. Kwa hiyo familia zikazidi kuwa maskini, na kwa umri ule pale kawa hawezi e, kusimamia Kum, yaani mtoto kumlea mtoto mwingine. Kwa hiyo zikawa ni changamoto ambazo zinazidi kutokeza kwa mtoto wa kike. Jebra anabainisha kuwa ushindi huo haukuwa tu wa Rebecca, bali kwa mamilioni ya wasichana waliokuwa wanakosa ulinzi wa kisheria. E, swala la ndoa za utotoni ni swala mtambuka na swala la ndoa za utotoni ni swala ambalo linaathiri jamii nzima kwa ujumla. Haiathiri wanaharakati, haiathiri watu aina wa fulani, inaathiri jamii nzima kwa ujumla, lakini wanaoathirika zaidi ni watoto wa watu maskini kwa dhana kwamba anaweza wakatajirika kwenye kumuoza mtoto, lakini pia watu wa vijijini ambao bado hawajapata elimu nzuri, ambao nafikiri mtoto ni mali ya wazazi, kwa hiyo wanatakiwa wamtumie wa kama bidhaa wamtumie kupata faida, labda inaweza kaondolea umaskini. Lakini watanzania wajue ng'ombe mbili ng'ombe tano haziwezi kutoka kwenye umaskini. Kama ulikaa miaka hamsini ukashindwa kupata utajiri, huwezi kupata utajiri kupitia mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana mtoto asome, kwa sababu mtoto akisoma na akifikia malengo yake ni atakuwa na msaada zaidi ya hizo ng'ombe mbili tatu. Kwa hiyo ni muhimu sana watanzania na watu wote kwa ujumla wajue hiyo dhana, na ni muhimu sana viongozi wajue kwamba wana wajibu wa kulinda jamii. Ulinzi mzuri wa jamii ni kuweka sheria ambazo zinalinda maslahi ya watoto. Watoto hawawezi kujitetea hawawezi kujisemea, kwa hiyo wanaharakati wanatakiwa waendelee kupambana wasirudi nyuma. Tuko kwenye jamii ambayo serikali inakuwa nzito sana kwenye kutekeleza maamuzi ya mahakama, kwa hiyo tusikae nyuma, tuendelee kupiga kelele. Katika makala hii tumepata nafasi ya kusikiliza simulizi kutoka kwa wanawake waliowahi kuolewa wakiwa na umri mdogo. Nimefanikiwa kusoma hadi darasa la saba nilifaulu kuanza kidato cha kwanza, lakini kwa bahati mbaya baba yangu alikataa kulipeleka shule akidai mtoto wa kike hana haki ya kusomeshwa, na nikachaguliwa mwanaume wa kunioa ambaye alikuwa na wanawake watatu Kutokana na hali hiyo, nikiwa bado binti mdogo, sikuweza kuolewa na yule mwanaume, nikatoroka nyumbani, nikaenda kuishi kwa dada yangu. Na nikiwa kwa dada yangu, kwa sababu tayari baba alikuwa amekataa kunipeleka shule, ikanilazimu kulazimisha kuolewa na mwanaume mwingine ambaye hana mke. Niliolewa nikiwa na miaka kumi na saba. Wengi wao walikatishwa masomo, wengine walipata mimba za utotoni, na baadhi yao walikumbwa na unyanyasaji wa kijinsia katika ndoa. Mimi nimeolewa nikiwa na umri wa miaka 15. Kuolewa kwangu sio kwamba nilipenda, sema changamoto za maisha nilizokuwa naishi na mama yangu. Baba yangu alifariki nikiwa bado na umri mdogo, kwao nililelewa tu na mama na baba wa kambo. Nilipomaliza elimu ya msingi sikupata mwafaka wa kuendelea tena na elimu ya sekondari. Kwa hiyo nililazimika kuolewa nikiwa na umri mdogo. Na nilipoolewa, nilipenda kwa yule mume, nilipata matatizo makubwa sana. Nilipata changamoto za maisha, kushinda njaa, kulala njaa, pia alinizalisha na kunitelekeza na watoto wawili. Mpaka leo hii hapa naishi na watoto wangu wawili kwa maisha yaani ya kutangatanga, sina kazi nzuri, sina biashara nzuri, watoto nawasomesha kwa taabu, najikuta na kopa mikopo sometimes nashindwa hata kuilipa kulingana, ili nisomeshe watoto. Simulizi hizi zinaonesha kuwa licha ya ushindi wa kisheria, vitendo vya ndoa za utotoni bado vinaendelea chini kwa chini kwa sababu sheria mama bado haijarekebishwa. Miaka kadhaa tangu uamuzi wa, wa mahakama, bado sheria ya ndoa haijafanyiwa marekebisho rasmi bungeni. Tume ya marekebisho ya sheria iliahidi kufanya mapitio, lakini hakuna ripoti ya mwisho iliyotangazwa wazi hadi sasa. Ripoti za wadau kama UNFPA, HRW na Legal and Human Rights Center zinaonyesha kuwa zaidi ya asilimia 30 ya wasichana Tanzania huolewa kabla ya miaka 18, hali inayosababisha madhara makubwa kiafya, kielimu na kisaikolojia. Serikali imeendelea kutoa matamko ya kisera kuwa iko katika hatua za mapitio, lakini utekelezaji wa maamuzi ya mahakama unabaki kuwa kigezo kikubwa cha utawala wa sheria katika nchi yoyote. Ikumbukwe kuwa Tarehe kumi na mbili Oktoba 2022, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na watoto, Dorothy Gwejima alisema serikali inaendelea kukusanya maoni kuhusu mabadiliko ya sheria ya ndoa. Lakini je, maoni ya wananchi na maamuzi ya mahakama vinakinzana? Lakini pia hii hoja ya kukusanya maoni sio hoja sahihi na sio hoja ya ukweli na sio hoja ambayo inaendana na maamuzi mahakama. Ilikuagiza kukusanya maoni? Mahakama ilitoa maagizo, vifungu vikabadilishwa lakini pia watu hawezi wa kutoa maoni kinyume na mahakama. Amri ya mahakama inapaswa kuheshimiwa, haipaswi kuchakatwa au kufanyiwa maoni. Kwa hiyo hilo jambo lazima watu walizingatie. Kwa hiyo huwezi ukatoa maoni dhidi ya amri ya mahakama. Amri ya mahakama ikitolewa, kinachotakiwa ni kuitekeleza. Kwa hiyo serikali kusema kwamba inaenda kusanya maoni ni kuwahadaa Watanzania. Ni kuwa hadawa na harakati hamwezi, mkatoa maoni kwenye maamuzi ambayo mahakama isha yatolea maamuzi, kwa sababu tuna mihimili mitatu: tuna bunge linalotunga sheria, tuna serikali inayotekeleza sheria, tuna mahakama inayotafsiri sheria. Mahakama ikishatafsiri sheria, madhara yake inatakiwa serikali kutekeleza. Kesi ya Rebecca Gyumi ilionyesha kuwa haki inaweza kutendeka hata katika mazingira magumu, lakini mpaka sasa utekelezaji wa hukumu hiyo bado haujatendeka. Je, haki imeshindikana? Ni wajibu wa serikali, bunge na taasisi zote kuhakikisha kuwa watoto wa kike wanalindwa. Haki haitoshi kuandikwa kwenye karatasi, lazima ishuke hadi kwenye maisha ya watu. Hii ni visa na mikasa kutoka Wakili TV na mimi ni Rausat Swedi.